Habari na karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu ya Muhuri wa Chapati. Muda umepita bila kuwepo kwa mwendelezo, lakini Mungu ni mwema. Leo tunakutana tena katika kuendeleza sehemu ya saba. John Bito alisimama katikati ya uwanja wa kifalme akihisi uzito wa hali iliyomkabili. Hakuwa mpiganaji lakini alilazimika kupambana kuthibitisha thamani yake mbele ya mfalme na watu wa Swaziland. Mpinzani wake, Shujaa Temba, alikuwa mmoja wa wapiganaji hodari wa kifalme. Mtu aliyejulikana kwa ushindi wake mwingi kwenye mapambano ya heshima. Ukumbi wa kifalme ulitawaliwa na kelele za watu waliokuwa na hamu ya kushuhudia pambano hilo. Baadhi yao walimdhihaki John wakiamini kuwa hana nafasi yoyote dhidi ya Temba. Lakini ndani ya moyo wa John alijua kuwa huu ndio ulikuwa wakati wake wa kuthibitisha kuwa mtu wa kawaida anaweza kuvuka mipaka ya hadhi na historia. Jemedari Mkosi Dlamini alisimama pembeni akimtizama John kwa dharau. Sasa ni wakati wa kuonyesha ikiwa kweli unastahili kuwa sehemu ya familia ya kifalme pambana. Alizungumza maneno hayo huku akipiga kelele. Mfalme alitazama kwa umakini, uso wake ukiwa mgumu bila hisia yoyote. Princess Novula alikuwa ameketi kando ya baba yake, alikuwa na wasiwasi mwingi, alishikilia nguo yake kwa nguvu, macho yake akiangaza kwa hofu matumaini kwa wakati mmoja. Ngoma za kifalme zilianza kupigwa, ishara ya kuanza kwa pambano. John alishikilia upanga wake kwa nguvu, lakini alihisi uzito wake ukimwelemea. Temba alisogea mbele kwa hatua za utulivu, macho yake yakiwa makini kama simba anayemvizia mawindo yake. Hili si jiko la kupika chapati, kijana. Hii ni uwanja wa shujaa. Temba alisema kwa sauti nzito, kisha akashambulia kwa kasi. John alijaribu kuepuka pigo la kwanza, lakini alihisi mkono wake ukitetemeka. Upanga wa Temba ulikata hewa kwa kasi, na John alihitaji kutumia wepesi wake kujinusuru. Alianguka chini, lakini kabla ya wapinzani wake kuanza kumcheka, alijigeuza kwa haraka na kusimama tena. John aliamua kubadili mbinu Hakupaswa kupigana kwa mtindo wa wapiganaji wa kifalme, kwani hakukuwa na nafasi ya kushinda kwa njia hiyo. Alihitaji kutumia maarifa yake ya upishi, ustadi wake wa haraka wa mikono na hesabu sahihi za hatua zake. Aliinua upanga wake, lakini badala ya kushambulia moja kwa moja alianza kusogea kwa wepesi, akitumia miguu yake kuzunguka uwanja kwa haraka. Temba alijaribu kumfuata, lakini John alikuwa mwepesi zaidi. Alipoona mwanya, alijaribu kumchoma Temba, lakini mpiganaji huyo hodari aliweza kuzuia. John alitumia ujanja, aliruhusu Temba ajisikie kama anashinda, kisha ghafla alijikunyata na kurusha mchanga machoni mwa mpinzani wake. Kwa sekunde chache, Temba alishindwa kuona. Watu walishangaa na wengine walicheka kwa mshangao. John alitumia nafasi hiyo akampiga Temba kwenye kifua kwa nguvu. Shujaa huyo akaanguka chini. Ukumbi wa kifalme ulinyamaza kwa mshangao. Mara mfalme akasimama, pambano linaendelea, Temba simama. Lakini Temba aliposimama uso wake ulikuwa na tabasamu mdogo na kusema maneno haya. Kijana una akili sana lakini bado hatujamaliza. Jemedari Nkos Dlamin alisogea mbele kidogo, akionekana mwenye tabasamu la dharau. Mpishi wa kijijini dhidi ya shujaa wa kifalme, litakuwa pambano la haraka, alisema kwa sauti iliyobeba kejeli. John alishikilia upanga wake kwa nguvu, lakini alihisi uzito wake kwa mara nyingine. Hakuwahi kuwa mpiganaji, lakini alijua ja, jambo moja hakutaka kurudi kijijini kama aliyeshindwa. Pambano lilianza tena kwa mpiganaji wa kifalme kuruka mbele kwa kasi akipeleka pigo la kwanza kwa nguvu. John alijaribu kujikinga, lakini nguvu ya mpinzani wake ilimsukuma nyuma, mguu wake ukiteleza kwenye mchanga wa uwanja. Sauti za umati zilipiga kelele, baadhi walishangilia mpiganaji wa kifalme, wengine wakipiga mayowe kumdhihaki John. Lakini John hakuruhusu mashaka ya mlemee Alianza kusoma harakati za mpinzani wake, jinsi alivyoruka, alivyosonga na hata jinsi alivyoshambulia. Mpiganaji wa kifalme aliporuka kwa lengo la kumpiga John kwa pigo kali, John alijipindua ghafla na kupiga teke kali kwenye mbavu za mpinzani wake, akimfanya apoteze mwelekeo kwa muda mfupi. Mara ghafla ghafula, ukumbi mzima ulizizima kwa mshangao. John alitumia sekundi chache zilizofuata kusimama sawasawa, akipumua kwa nguvu. Alijua hakustahili kushindana kwa nguvu peke yake, ilimbidi kutumia akili. Mpiganaji wa kifalme alipojaribu kushambulia tena kwa nguvu zaidi, John alisogeza hatua zake kwa ustadi, akamwacha mpinzani wake atumie nguvu nyingi pasipo mafanikio. Baada ya dakika kadhaa za mashambulizi yasiyo na matokeo, mpiganaji wa kifalme alionekana kuchoka. John alitumia fursa hiyo kumshtukiza alimzunguka kwa haraka na kutumia upangi wake na kugonga upanga wa mpinzani wake chini. Kabla hata mpiganaji wa kifalme hajajua kilichotokea, John alikuwa amemweka chini kwa ustadi wa kushangaza. Ukumbi wa kifalme uliendelea kuripuka kwa mshangao. Watu walimtazama John kwa macho yaliyojaa mshangao na heshima mpya, huku jemedari Nkosi Damin alibaki kimya, macho yake yakiwa yamejaa hasira. Mfalme alisimama kutoka kwenye kiti chake. Akamtazama John kwa makini. Inawezekanaje mpishi wa kijijini ameonyesha ustadi wa ajabu? Lakini ushindi wake pekee hauwezi kuthibitishwa kuwa anastahili kuwa sehemu ya kifalme, maneno yalimtoka mfalme wa Swaziland. Baada ya kusikiliza maneno hayo, John alishusha pumzi ndefu. Alijua kuwa safari yake bado haijaisha. Alimtazama Princess Novula ambaye macho yake yalijaa mchanganyiko furaha na wasiwasi. Na sasa mtihani wa mwisho ulikuwa mbele ya John. Mfalme alisema, huku sauti yake ikienea katika ukumbi mzima, John sasa, kuna mtihani mwingine wa mwisho. Je, utakuwa tayari? John Bito hakusita, alijibu kwa heshima mbele ya mfalme, nipo tayari, mtukufu mfalme na sasa sehemu inayofuata ni sehemu ya nane. Endelea kuwa nasi katika simulizi hii ya Muhuri wa Chapati ili uweze kujua historia ya mapenzi ya kuvutia ya John Bito kutoka kijijini, kutoka kuwa mpishi wa chapati hadi kuingia ikulu ya Swaziland.